Mapenzi ya kimya, siri ya moyo wa Samson. Katika kijiji cha Lulanzi kulikuwepo shule ya sekondari ya Kilima hewa, maarufu kwa nidhamu na walimu wake mahiri. Miongoni mwa wanafunzi wa kidato cha tatu alikuwepo kijana mmoja mtulivu, mpole na mwenye akili ya darasani, aliyefahamika kwa jina la Samson. Samson hakuwa kijana wa makelele, alikuwa ni mtu wa vitendo na ukimya mwingi lakini ndani ya moyo wake kulikuwapo na hisia za ajabu. Alimpenda mwalimu wake wa Kiswahili Bihalima. Mwalimu huyu alikuwa mrembo, mwenye tabasamu la kuvutia, sauti ya upole na macho ya huruma. Alipofundisha ilikuwa kama anaimba mashairi, na kila neno lililotoka mdomoni mwake lilimchoma Samson kama mwali wa moto wa upendo. Samson hakuwahi kumwambia mtu yeyote kuhusu hisia zake. Kila alipojaribu kuandika ujumbe au kusema, alihisi ulimi unakuwa mzito zinakata na moyo wake kupiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Aliogopa kudhalilika, aliogopa kumwaibisha mwalimu wake, na zaidi aliogopa kupoteza heshima yake mbele ya darasa. Kila siku samson alikuwa wa kwanza kufika darasani, akiketi kwenye dawati la mbele. Alimwangalia Bi Halima kwa jicho la siri, jicho lililobeba upendo wa kweli lakini wa kimya. Alijifunza kwa bidii, si tu kwa ajili ya masomo, bali ili aweze kumvutia mwalimu wake kwa mafanikio na nidhamu. Usiku alipojifungia chumbani mwake, aliandika barua nyingi za mapenzi. Aliziandika kwa kalamu ya bluu, karatasi safi na maandishi ya mstari kwa mstari kama mashairi. Lakini asubuhi ilipowadia, alificha barua hizo ndani ya daftari lake, akiogopa kuzitoa. Siku moja, shule iliandaa tamasha la vipaji. Samson alijitokeza kwa mara ya kwanza mbele ya umati, akiwa na karatasi mkononi. Alisoma shairi la upendo wa fumbo, shairi lililobeba uzito wa hisia zake kwa b bi. Halima bila kutaja jina lakini kwa aliyeelewa ujumbe ulikuwa wazi kama jua la dhuhuri. Baada ya shairi hilo, ukumbi ulilipuka kwa makofi, wanafunzi walimshangilia, walimu walitabasamu kwa kuridhika. B. Halima alitazama uso wa Samson kwa muda mfupi kisha akasema kwa sauti tulivu, "Shairi zuri huja kutoka moyoni, lakini wakati mwingine moyo huongea kabla ya akili kukua." Samson alitabasamu kwa aibu, lakini ndani ya nafsi yake alihisi faraja kubwa. Alijua kuwa hisia zake zimefika, zimeeleweka, hata kama hazitajibiwa. Mwaka uliofuata, Samson alifanya vyema kwenye mitihani. Alikuwa miongoni mwa wanafunzi bora kabisa, na ingawa hakuwahi kumwambia Bi Halima waziwazi jinsi alivyojisikia, moyo wake uliendelea kumheshimu, kumpenda kwa kimya na kumshukuru kwa kumwongoza, si tu kielimu, bali pia katika kuelewa maana ya upendo wa kweli. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike ili uwe wa kwanza kupata stori zetu.